Mfuko wa Taifa wa Bima ya Afya kwa mkoa wa Tabora umeingia ubia na vituo vya kutolea huduma za afya zaidi ya mia nne ili kurahisisha upatikanaji wa huduma. Akitoa elimu juu ya umuhimu wa bima ya afya hasa kwa wazee, meneja wa bima ya afya mkoa wa Tabora Salum Adam amesema tuweke fao la kustaafu la wazee, kwamba mtu akichangia miaka 60 aendelee kupata huduma yeye na mwenza wake mpaka Mungu atakapowachukua. Kwa hiyo nikamwambia shehe wangu hapa kwamba wazee hawa, wale ambao waliwahi kufanya kazi katika taasisi za serikali au mashirika ya serikali, bado wana fursa ya kupata huduma za matibabu kupitia fao la wastaafu la bima, na utaratibu wake ni kwamba lazima uwe umechangia miezi mia moja na ishirini kwa maana ya miaka kumi, lakini pia utarudisha vile vitambulisho vyote tulivyokupa mwanzo ili tukupe vitambulisho viwili cha kwako na cha mwenza wako. Hivyo mtavitumia bila kuchangia chochote kwa muda wote mpaka Mungu atakapowachukua. Tunaita fao la kustaafu la wazee, lakini ni kwa wale ambao walikuwa wanachama wa bima, wakafanya kazi, utumishi wao ukaisha. Kwa hiyo tunaendelea kuwalea pamoja na kwamba michango yao haipo tena, kwa sababu wameshaondoka kwenye utumishi. Sasa tukikata kadi ile ya bima ya kifurushi kwa wale ambao hawajawahi kuajiriwa Mwanawake utakuwa mwanachama wa bima na utatibiwa katika vituo vyote vya serikali na vituo vya binafsi ambavyo sisi kama mfuko tumeingia navyo makubaliano. Kwa mfano, katika mkoa wetu wa Tabora tunavyo vituo zaidi ya mia nne tumevisajili kwenye mfuko. Na hivi mia nne vinajumlisha vituo vya serikali pamoja na vituo binafsi. Kwa nini tuliingia makubaliano na vituo vya serikali pamoja na vituo vya binafsi? Lengo letu ni kutengeneza wigo mpana wa mwanachama wetu kutibiwa popote, kutengeneza wigo mwanachama wetu kutibiwa popote. Ndio maana ukiwa na bima ya afya leo hapa Tabora, ukienda Bugando, sio hospitali ya serikali, unatibiwa. Ukienda Benjamini Dodoma, unatibiwa. Ukienda Muhimbili, unatibiwa. Ukienda KSMC Moshi, unatibiwa. Bima yetu, unatibiwa popote Tanzania bara na Tanzania visiwani lakini na sisi kama viongozi tunatamani mwanachama wetu anapokuwa na kadi ya bima akaenda kwenye kituo akakutana na usumbufu au na changamoto ambazo hazielewi, afanye mawasiliano na sisi kwamba mimi nina bima ya afya, niko kwenye kituo hapa tangu saa moja asubuhi mpaka saa nane hii sijapata huduma, sisi tutamtafuta huyo kiongozi wa hiyo hospitali atueleze kuna nini. Mzee Simon Kapaya amehoji juu ya changamoto zinazowakumba wakiwa kwenye vituo vya kutolea huduma. Hawa watu wenye bima ya afya, baadhi yao wamekuwa wakienda hospitali, wanafika pala, anaambiwa dawa hakuna, aidha hii bima haihusiani na hii dawa, hai, hai, bima ulionayo haikidhi hizi dawa, matokeo yake watu wanatoka bila kupata zile huduma ambazo walikuwa wamezikusudia na wanakuwa wakilalamika. Ashura Ramadhani ametoa malalamiko mbele ya meneja huyo juu ya kutoridhika na huduma. Bandama, moyo na mapafu vimejaa maji, ni mara kwa mara ananyonywa maji lakini kwa hospitali za nje. Ana bima ya wazee, ile bima tukaambiwa kwamba haifanyi kazi, tunatakiwa tumkatie bima ingine lakini kabla ya kuambiwa hivyo tunamfikisha mgonjwa wangu pale, nafokewa mimi, naambiwa mama yangu anakwenda kumaliza dawa huyu mzee. Shida ni nini? Mnamleta mzee ambaye ameshachoka, anamaliza dawa? Hawa wazee mnawaacha nyumbani wafe? Eh, mnawaacha nyumbani wafe? Je, nitaingiza spana nichomoe roho ya mama yangu? muda bado Haya, tukakubaliana na malipo yao, akasema akalipiwe. Tumelipa sisi mpaka laki tatu na kwa kuchangiwa na Waislamu na watu wengine, kutokana na udhaifu wetu wa hali tulizonazo. Mamangu kakao dini kapata vipimo tu na vidonge viwili na kaseta basi. Mpaka tumetoka, ndani ya wiki mbili, tunaenda ya tatu, tukamwomba mgonjwa. Siku tunatoka tunaambiwa tununue tena dawa za laki moja na ishirini. Mpaka hivi sasa mgonjwa ni naye nyumbani anakula siesi mbili mpaka kesho. Meneja wa bima ya afya mkoa wa Tabora Salumu Adam ameweka bayana utaratibu wa bima na vituo vya afya. sisi kama mfuko tumeingia makubaliano na vituo vya serikali pamoja na binafsi, na mkataba wetu niyo miaka mitatu mitatu. Kwa hiyo kama kituo kinakwenda ndivyo sivyo, kila baada ya miaka mitatu kila mtu anamtathmini mwenzie au anamwasesi mwenzie Inawezekana kituo kikaniangalia mimi jinsi ninavyokilipa au mimi nikaangalia kituo jinsi kinavyohudumia wanachama wangu. Kituo kikiwa hakiridhishwi na mimi ninavyokihudumia katika kukilipa, kinayo nafasi ya kuvunja mkataba baada ya miaka mitatu. Lakini na mimi nikiona kituo hiki hakinisaidii kwa wanachama wangu na inakuwa ni chanzo cha uchonganishi, ninayo nafasi ya kuvunja mkataba kwa sababu lengo la mkataba ni kwamba kila mtu atimize wajibu wake kwenye eneo lake, mimi kama mfuko nilipe kwa wakati, nilipe kile anachostahili, na yeye kama kituo atoe huduma kwa kulingana na miongozo na taratibu zilizowekwa na serikali na miongozo ya tiba ifuatwe. Mzee Juma Mahundi amesema amefurahia elimu ya bima aliyopata, hivyo kugeuka balozi wa ujumbe huo. Kufanya hivi nyinyi viongozi mnatuelimisha kwa sababu mimi sasa hivi ni mwalimu wa wale takwenda kuambia. Tatizo ni pale kwa mmoja mgonjwa ana magonjwa haya. Sasa nyie, tukifika pale, we labda uende nani Bugando malake tena Bugando kwa sauti, sio kama unavyosema wewe, wako madaktari wengine pale. Nyinyi mmepishana namna ya mtu kulea wazee au kulea mgonjwa, nato ukali Mratibu wa wazee mashuhuri wa ushauri na historia mkoa wa Tabora Haruna Msoga amehitimisha mafunzo kwa kusema, kwa hiyo swala inabidi tujifunge kibwebwe, tuhamasishe vijana wetu watukatie bima. Kwa kweli bima ni muhimu, ambaye haijui bima hajapatwa mazwala ya maradhi makubwa. Ni kama vile mtu anasema kwamba hakuna uchawi hajalogwa, lakini ukishalogwa ndio utajua kuna nini. Nawaomba wazee wangu kwa darasa hili na nyeye mkawe walimu kule mnakokwenda, mwaelimishe nini maana ya bima, michango inasemaje juu ya bima, kwa masuala mapana ya afya zenu. Tafadhali usisahau kusubscribe, ku like, ku share na ku comment ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kutoka hapa Kimm Media.